Tanzania wanipe hela wewe, umeshanipa za kwako, nami nataka wanipe, Watanzania wanipe hela, hela ziweka mkula hela zetu. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Naomba mninunulie nguo na nanye mninulie nguo mm -hmm. <laughs> Siwanyenyekea jamani, unataka nataka niwapige magoti yeah. tu mninulie nguo Watanzania <laughs> <laughs> Tanzania wanipe hela simesha umeshanipa za kwako, na mimi nataka wanipe Watanzania wanipe hela ziweka mikula hela zetu. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Naomba mninunulie nguo, naomba nanye mninulie nguo mm -hmm. <laughs> siwanyenyekea jamani, apu nataka niniwapigie magoti yeah. Naomba tu mninulie nguo Watanzania <laughs> <laughs> Tanzania wanipe hela, wewe umeshanipa za kwako, nami nataka wanipe Watanzania wanipe hela, ziweka mikula hela zetu <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> naombeni ninunulie nguo mume wangu kashaninulia, na nanye mninulie nguo mm-hmm. <laughs> Siwanyenyekea jamani, apu unataka niniwapigie magoti yeah. Naombeni tu mninulie nguo Watanzania <laughs> <laughs>